Jibu, unahitaji, wajibikaji. Na hiyo si kweli tu kwa viongozi wa mashirika. Ni kanuni ya kiungu inayosimamia kila nafasi ya mamlaka. Kwa kweli, Biblia inatuambia katika Warumi sura ya 13 kwamba Mungu anatewa mamlaka za kiraia katika nafasi zao. Na ana sababu kwa njia ambazo huenda hatutaelewa kamwe. Lakini anaongoza dunia kuelekea malengo yake ya mwisho, na wao wanawajibika kwake. Sasa kama ningekuwa naishi huko Israeli hapa katika siku za mfalme Ahabu na mke wake Yezebeli, labda ningeshangaa kwa nini Mungu aliwatewa Ahabu na Yezebeli. Ni kama wasio na uwajibikaji na waovu kama unavyoweza kufikiria, lakini nataka ujue siku yao ya hesabu iko karibu. Sura za mwisho za mwisho mwisho mmoja wa Wafalme zinatupa miaka ya mwisho ya utawala wa Ahabu. Sasa mungu kwa neema yake amewapa Ahabu na Yezebeli nafasi za kutubu mara kwa mara katika safari yao. Sasa tuliona nyuma katika sura ya 15 kwamba mfalme wa shamu Ben-Hadadi alikuwa amefanya urafiki na Yuda. Sasa hapa katika aya ya 1 ya sura ya 20, tunasoma kwamba Ben-Hadadi alipanda na kuzingira Samaria na kupigana nayo. Kwa maneno mengine, jeshi lake limezunguka mji mkuu wa ufalme wa kaskazini. Sasa mwanzoni Ahabu anakubali matakwa ya Ben Hadadi. Anataka dhahabu na fedha. Ahabu anajua hana nafasi. Na kwa njia, kwa njia Ahabu haendi kwa Bwana kutafuta mwongozo. Hilo si jambo la kushangaza lakini Bwana anazungumza na Ahabu sasa kupitia nabii asiyejulikana ambaye anajitokeza na kusema. Hapa katika aya ya 13, Bwana asema hivi: Je, umeona umati huu mkubwa wote? Tazama, nitakupa mikononi mwako leo hii, na utajua kwamba mimi ni Bwana. Sawa, aya ya 16 inatuambia kwamba Ahabu anakusanya jeshi dogo, anatoka saa sita mchana, anawashangaza Ben-Hadadi na watu wake ambao wote wanakunywa pombe hadi kulewa katika kambi yao wana ujasiri kupita kiasi, wanatoroka kwa maisha yao, na Ben-Hadadi anatoroka kwa shida akiwa juu ya farasi. Sasa ukombozi huu wa kiungo ulipaswa kumfanya Ahabu atubu na unajua, kumwandikia Mungu barua kubwa ya shukrani, lakini Ahabu hafanyi hivyo. Basi baadaye, jeshi la wasiria linarejea, na sasa wana ujasiri kwa kweli aya ya ishirini na tatu inatuambia kwamba wameamini, sikiliza hii, kwamba Mungu wa Israeli ni Mungu wa milima na si Mungu wa mabonde. Kwa maneno mengine, unajua Mungu anaweza kushughulikia majeshi ya adui kule kwenye nchi ya milima, hapo ndipo anapostahili kuwa, lakini hana uwezo wowote hapa kwenye tambarare huku chini kwenye mabonde. Kwa njia, hebu ni kuambie, dunia leo inafikiri kwamba Mungu ni Mungu wa kanisa, unajua anastahili kuwa ndani ya jengo la kanisa hilo, hapo ndipo anapopaswa kukaa. Hastahili kuwa hapa nje kwenye mifumo ya maisha ya kila siku. Kweli hawawezi kuwa na makosa zaidi hapa. Mara nyingine tena, Mungu atawapa Israeli ushindi mkubwa. Ahabu hata anamkamata Ben Hadadi, lakini badala ya kumhukumu anafanya makubaliano naye na anamruhusu huyu mfalme mwovu wa adui uondoka mjini akiwa hai lakini muhimu zaidi Ahabu mara nyingine tena anakataa kutubu na kumfuata Mungu. Sikiliza, Mungu anawapa watu fursa nyingi za kumwamini. Inaweza kuwa kupitia uzuri wa nje na muundo katika uumbaji ambao wanaona kila siku. Inaweza kuwa ni ile hisia ya ndani ya hatia na aibu juu ya dhambi ambayo Mungu ameandika mioyoni mwao lakini watu kote duniani wanaendelea kukataa kutambua yaliyo dhahiri. Na hapa kuna jambo la kutisha: hakuna mtu aliye na uhakika kwamba Mungu atawapa fursa nyingine. Kwa kweli rafiki yangu, ikiwa bado hujafanya hivyo, unahitaji kutubu dhambi zako na kumfanya Yesu Kristo kuwa mfalme wako leo. Usisubiri siku nyingine. Sasa hapa katika sura ya 21 tunapewa simulizi la jinsi Ahabu na Yezebeli walivyokuwa waovu. Mstari wa moja unatueleza, sasa Nabodhi Myezreeli alikuwa na shamba la mizabibu huko Yezreeli karibu na jumba la Ahabu mfalme wa Samaria. Na Ahabu akamwambia Nabodhi, nipe shamba lako la mizabibu ili niweze kuwa na bustani ya mboga kwa sababu iko karibu na nyumba yangu. Nabodhi anajibu hapa chini katika mstari wa tatu, Bwana apishe mbali kwamba nikupe urithi wa baba zangu. Unaona, nabodhi hapa ni mwisraeli mcha Mungu ambaye anakataa kuuza ardhi ya familia yake milele. Sheria inakataza hilo katika Mambo ya Walawi sura ya 25. Kwa hivyo ahabu anakataa kabisa na kama unaweza kuamini, mstari wa nne unasema alirudi nyumbani na kulala kitandani mwake na kugeuza uso wake na hakula chakula. Yuko kitandani, anapiga kelele, hawezi kupata kifaa hiki kipya. Kwa hivyo anakwenda chumbani kwake na kufanya sherehe ya kujihurumia na hata kula chakula chake cha jioni. Fikiria, huwa na ufalme mzima, lakini unasononeka kwa sababu huwezi kuwa na bustani ndogo. Kweli, acha ni kuambie, tamaa za watu wa binafsi hazitoshelezwi kamwe. Yezebeli anarudi nyumbani na kumuliza Ahabu hapa katika mstari wa tano, kwa nini roho yako inasumbuka sana kiasi kwamba huli chakula? Sasa Ahabu anapofafanua kwa nini anasononeka, anasema hapa katika mstari wa saba, je sasa wewe ndiye unatawala Israeli? Wa maneno mengine, wewe ni mfalme. Kama unataka kitu, basi fanya chochote kinachohitajika kukipata una wajibu kwa mtu yeyote, kwa kadiri Yezebeli anavyohusika. Katika ushauri wake, anaongeza hapa katika mstari wa saba: acha moyo wako uwe na furaha, nitakupa shamba la mizabibu la Nabothi Luo, kijana atamwonyesha. Unajua, hivi ndivyo inavyofanyika unapokuwa na mamlaka na huna uwajibikaji. Kwa hiyo anapanga njama hapa, ipo katika mstari wa nane aliandika barua kwa jina la Ahabu na kuzitia muhuri kwa muhuri wake, na alituma barua hizo kwa wazee na viongozi waliokuwa wakiishi na Nabodhi katika mji wake, na aliandika katika barua hizo, tangazeni kufunga na mkae Nabodhi mbele ya watu, na waweke watu wawili wasiofaa mbele yake, na waache wamshtaki wakisema, umemlaani Mungu na mfalme, kisha mtoe nje na mpige mawe hadi afe. Viongozi hawa wa Israeli ambao pia ni wafisadi wanafanya hivyo hivyo, na shamba la mizabibu linakuwa la Ahabu na Yezebeli haraka. Kwa kweli, inaonekana kama wanaonekana kama wataepuka adhabu. Lakini wacha niseme hivi, wapendwa: kwa sababu tu uovu hauadhibiwi mara moja, haimaanishi kwamba Mungu haoni. Anaona, kuna siku ya hesabu, uwajibikaji inakuja Mapema au baadaye. Kwa kweli haichukui muda mrefu kabla Mungu kumtuma Eliya kumkabili Ahabu. Eliya anamkuta Ahabu katika shamba hilo la mizabibu lililoibwa, na anamwambia hapa katika mstari wa 19: mahali ambapo mbwa walilamba damu ya Nabothi, je, mbwa watakula damu yako mwenyewe? Kisha anaongeza kwamba familia yote ya Ahabu itaisha. Na kuhusu Yezebeli, Eliya anatabiri hapa katika mstari wa 23 mbwa wa tamla Yezebeli ndani ya kuta za Yezreeli. Kwa hiyo mauwaji haya ya kikatili ya Nabothi mcha Mungu kimsingi ni kikwazo cha mwisho. Sasa jambo la kushangaza linatokea. Baada ya hapo, Ahabu anararua mavazi yake, anavaa nguo za gunia na kwanza kufunga. Hizi zote ni ishara za nje Zatoba na inaonekana ilikuwa ya dhati kiasi, kwa sababu Bwana anachelewesha hukumu dhidi ya ukoo wa Ahabu hadi baada ya Ahabu kufa. Hata hivyo, tutagundua baadaye kwamba majuto ya Ahabu hayadumu, siyo toba kamili na ya kweli. Lakini usikose ujumbe hapa. Ahabu anawajibika kwa Mungu. Alikuwa katika nafasi yake kama mfalme kwa mpango wa Mungu. Mungu anaamua ni muda gani mtu anakaa kwenye kiti cha enzi, ni muda gani wana nafasi hii ya mamlaka. Anawaonya watu kwa neema kutubu. Mwisho wa yote, wale wanaomkataa Mungu, wanakabiliwa na siku ya hesabu na kwa wengine iko karibu tu. Tazama, kabla ya kumlaumu Ahabu, naamini kuna kidogo cha Ahabu ndani yetu sote hata wa Kristo. Tunaweza kupambana na ubinafsi, tamaa, ulafi, kiburi, matumizi mabaya ya mamlaka. Kwa hivyo tusikilize neno la Mungu kwetu hapa, tukiri dhambi zetu kila siku na tutembee na yeye kila siku, na tuishi kwa kuelewa kwamba mwishowe sote tunawajibika kwa Mungu.